Kuna miji inayojulikana kwa majengo marefu, mingine kwa kelele zisizolala usiku na mingine kwa mandhari yake ya kupendeza. Lakini katika kona mbali pembezoni mwa nyika zilizotawaliwa na upepo wa jioni wenye maneno ya siri, upo mji ambao hakuna mtu anayefunga mlango wa nyumba yake. Ni kama asimulizi akali, uhalisia ya kale, lakini ndio uhalisia unaoishi kati ya watu wenye mioyo iliyozoea kuamini kabla ya kuogopa. Ukifika kwa mara ya kwanza unaweza kupigwa na mshangao kuona milango iko wazi, baadhi imeegemea ukutani kwa uchovu wa siku, mingine imeachwa wazi kabisa, kana kwamba inamkaribisha yoyote anayepita. Watoto wanakimbia kutoka nyumba moja hadi nyingine bila hata kubisha hodi. Wanawake wa mji huo husema, milango yetu haifungwi kwa sababu mioyo yetu haifungwi pia. Ni kauli nzito, lakini ndani yake kuna hekima ambayo wageni wengi huanza kuionja taratibu, kama chai ya tangawizi ya asubuhi. Wazee wa mji huo wanapenda kusimulia hadithi ya zamani, hadithi iliyotokea kabla ya kizazi cha sasa kuzaliwa. Walikuwepo majambazi waliowatisa wananchi, wakipora nyumba usiku. Lakini siku moja kiongozi mmoja shujaa aliwaambia wananchi, wanaiba kwa sababu tunaogopa, na tunaogopa kwa sababu tumefunga milango. Tuache kufunga milango, tuache kuibiwa. Ni kauli iliyochekesha wengi, lakini kwa namna ya ajabu ilisimamisha historia. Walijaribu mwezi mmoja, hakuna uhalifu uliotokea. Miaka ikaenda, hadi mila hiyo ikawa sheria isiyoandikwa. Katika mji huu watu hawaishi kwa kufuatilia vivuli, hawajafunzwa kutilia shaka kila sauti ya usiku. Badala yake, wamelea utamaduni wa kuamini. Kuacha mlango wazi si uzembe ni ishara ya kusema karibu, sisi ni familia moja. Mama mmoja mkongwe, akijulikana kama bibi Sada, ana tabia kuacha mlango wake wazi hata akiwa amelala. Anasema mlango ukifungwa usingizi unakuwa mzito, ukiwa wazi moyo unapumua. Wageni hushangaa mara nyingi, huanza kwa kuangalia kushoto na kulia, kana kwamba wanatafuta kamera za usalama zilizofichwa wengine hufikiri ni mchezo wa kuigiza. Hii haimaanishi mji huo hauna matatizo. Baadhi ya vizazi vipya vilivyoguswa na dunia ya kisasa na hofu zake vimeanza kuuliza maswali: Je, tutaendelea hivi milele? Lakini bado sauti za wazee zimetawala, zikiwahimiza kuhifadhi kile wanachokiita urithi wa amani. Mji huu si hadithi ya kubuni ni kioo kinachoonyesha kile kilichopotea duniani, yaani kuaminiana. Wengine watasema huu ni upuzi, wengine watasema huu ni muujiza, lakini kwa wakazi wa mji huo hiki ndicho kitu cha kawaida zaidi duniani. Jina langu ni Mariam Fakir.